Dawa yenye uwezo wa kuzibua mirija yote ya uzazi, mfumo wote wa uzazi. Wewe baba, wewe mama ambaye unajijua kabisa uzazi wako ni wa shida, wewe mwanaume ambaye una uwezo wa kubebesha ujauzito, wewe mwanamama ambaye unajua ni shida, eh? una shida kwenye mfumo wa uzazi, hakikisha unatumia mmea huu hapa eh? Utumie, wewe mpiga mazoezi, wewe ambayo unahitaji siku hii ukamua vizuri, uwe na shosho sho. hmm. Hakikisha unachemsha hii dawa. Wewe mwenye PID unasumbuliwa na PID, kusaidia shirikisho la juu ya damu, kama unasumbuliwa hmm. na damu, kama unasumbuliwa na damu kabisa, hakikisha unatumia huu hapa. Ee, lakini pia ni dawa nzuri kwa wewe ambayo unasumbuliwa na, na mawe kwenye figo. Tumia mmea, mmea huu ni mzuri sana, uangalie kwa makini sana. Dokta ni mmoja na sijai kufela hata siku moja, ukiangalia vizuri sana kuna matunda yake yanaashiri kama miba ee, kwa hiyo sasa tumia huu mmea mzuri sana ee, kwa hiyo kwanzia leo usisumbuliwe tena na figo usisumbuliwa na mawe kwenye figo. Hii ndiyo dawa itaweza kukumalizia tatizo lako, e. Wenye moyo unasumbuliwa na moyo, hakikisha unatumia mmea huu. Moyo ambao una shirikisho la damu, hakikisha unatumia mmea huu. Fanya unavyofanya tena, huwezi kuamini, inaotaga majumbani Eh. Tani napendaga mara nyingi sana sehemu za maji maji pale mnapomwagaga maji, ndo hukuta hii dawa mara nyingi sana, ndo inapopendelea. Kwa hiyo sasa, kama ni mgonjwa wa hayo maradhi, hakikisha unatumia mmea huu, utakusaidia sana kwenye afya. Na kama ni wewe ambayo unahitaji sho, chukua chemsha hata muda huu huu alafu kunywa, utaniambia Utapiga show kama unakimbizwa eh, uhakika asilimia mia moja. Dokta ni mmoja ni Emmanuel, ambaye sijawahi kufela hata siku moja. Hakikisha kama unapenda tiba na bado unaendelea kujifunza, hakikisha unafollow akaunti hii, follow page hii ili kujifunza zaidi, lakini pia Hakikisha una share video hii iwafikie wengi. Najua wewe umejifunza, lakini kuna mwenzio hajajifunza, kwa utakapo share naye ataweza kupata tiba zaidi. E, tutibiwe wengi tukiwa wengi. Kwa hiyo ni wengi ambao wanahitaji tiba hizo, wengi wanasumbuliwa na magonjwa lakini hawana suluhisho foro, share.